haithu qal walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Ndugu zangu nakuusieni na pia naiusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Usia wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ndio usia umekuwa ukiusiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tangu enzi na enzi. Na Mungu anasema katika kitabu chake kitukufu Quran, kwamba kwa hakika tumekuwa tukiwahusia tukiwa wale waliopewa vitabu kabla yenu na ninyi pia, ya kwamba mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hii tunaweza tukiipata katika sura tunisaa aya 131. Ndugu zangu katika kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tuangalie kuhusiana na jambo na mada itakayopewa jina, na wewe unaweza kuipa jina lako, lakini mimi nimeipa jina langu, kwisha na kubakia kwa Ramadhani, kubakia na kwisha kwa Ramadhani. Unaweza ukaita hivyo. Tunapozungumzia kwisha tuna maana kwisha kabisa kwa maana ya kukosekana athari zake zilizotarajiwa kutokana na mapito ya mwanaadamu Muislamu ya mwezi wa Ramadhani. Na tunaposema kubakia tunakusudia kubakia kwa zile athari zilizotarajiwa kupatikana kutokana na mapito ya Muislamu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo kubakia au kwisha kwa Ramadhani ndiyo tutakayojaribu kuyaangalia. Ayuha la ahibba, mwezi wa Ramadhani umekwisha, lakini yale yaliyotarajiwa yanapaswa kubakia. Kuisha kwa Ramadhani, kama tulivyofafanua, ni kule kuisha kwa kupita ile mujarradi, kupita kwa zile siku masaa, aona hata matendo mbalimbali mbali ambayo tumekuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, halafu yakabakia vile separated, yani kule kule ndani Ndugu zangu, kuna watu wema wenye hikma, wanamsema wanaosema: thawabul hasana, alhasana hasanatu baadaha. Lakini kuna hadithi nyingi tu ambazo zinaonyesha kwamba hana ujira wa kutoa au ujira wa kufanya jema, ambaye amefanya jambo jema halafu baada ya jambo jema akalifuatilizia ubaya. Lakini maisha yametufundisha, kabla ya kutafsiri maneno haya, hawa wema ndio nayaeleza haya. Maisha pia yametufundisha kuwa ukifanya jambo jema, labda kwa mtu fulani, kwa jamii fulani, halafu baada ya jema hilo ukafuatilizia uovu ule wema hufutika mara moja. Maneno haya ya wenye hekima wanasema, ujira thawab alhasana hasanatu baadaha, malipo yanayotakamana na jambo jema uliyolitenda huwa huangaliwa au hulipwa kwa wema uliofuatilizia baada ya wema huo ina maana kwamba kama Ramadhani tulikuwa tukifanya adhkari mbalimbali mbali. Ramadhani imeambatanishwa na ibada nyingi sana, na kwa kweli alhamdulillah wengi walijipinda, tuliwaona na tuliiona misahafu ambayo ilikuwa imejaa vumbi misikitini ikiwa haina vumbi tena kwa sababu ya kule kusomwa. Tuliiona misikiti ikiwa imeimarishwa kuimarishwa kwa, kwa misikiti ni zile halakati ambazo zinazofanywa halaka za kidawa, dhikri na kadhalika, darasa za kusoma Qurani, zilikuwa zi tumeziona ndani ya misikiti. Sasa kuimarika kwa, kwa Ramadhani ni kule kuhama kwa yale matendo mema yaliyokuwa yakifanywa ndani ya Ramadhani katika miezi mingine baada ya mwezi wa Ramadhani, ndiyo tafsiri ya maneno haya. Ndugu zangu katika alama za kukubaliwa kwa Ramadhan, min alamati kabuli ramadhan an yastamira, ni mtu kudumu na yale mema aliyokuwa akiyafanya katika mwezi wa Ramadhan. Hizo ni katika alama za Ramadhan. Ndugu zangu, na wale ambao walikuwa wakifanya mema, walikuwa wakifanya dhikri walikuwa wakisali swala za suna. Zipo swala za suna ambazo kuna swala ambayo tumeiona tarawih, lakini kuna swala ya qiamu lail inaendelea. Tutaendelea kuwaona wakifanya swala hizo. Walikuwa wakifanya dhikri, tutawaona, wataonekana wakifanya adhkari mbalimbali katika mwezi wa Ramadhani na katika miezi hii mingine nje ya Ramadhani. Walikuwa wakijitolea, tutawaona wakiendelea kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa Taala nje ya Ramadhani. Ndugu zangu, itakuwa ni hasara kwa kweli Ramadhani kama imepita, halafu yale mema ambayo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani yakaishia Ramadhani, huko ndiko kwisha kwa Ramadhani. Anwani yetu inasema kwisha au kubakia kwa Ramadhani. Ramadhani itakuwa imekwisha na wewe wewe ambaye hutaendeleza yale ambayo yalitarajiwa kuendelezwa baada ya Ramadhani. Na Ramadhani kwa kweli haswa ni darsa, si Ramadhani tu, hata hizi ibada ambazo ibada maalumu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tuzifanye, au zile za nawafili za ziada, makusudio yake ni yale maisha baada ya ibada yenyewe. Zile ibada zenyewe zinakuwa ni kama darasa ni kama chuo. Kwa hiyo tulikuwa kwenye chuo cha Ramadhan, matarajio yake ni maisha baada ya Ramadhan. Swala za suna tutawaona watu Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote yule ambaye atakayefunga Ramadhan na akaifatilizia kwa siku sita ndani ya mwezi wa Shawal, huyo anakuwa ni kama amefunga dahri, amefunga mwaka mzima, ni kama amefunga mwaka mzima kama alivyosema au kama alivyosema Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, tutamwona mtu huyu akifanya mbio sana kuikimbilia kufunga swala hizi afunga hizi au siku sita za mwezi wa Shawwal. Na bahati nzuri, Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam haku, haku, ma, mafundisho yake hakusisitiza kuunganisha ila ni ndani ya mwezi wa Shawwal tunazo siku ambazo ni nyingi bado. Yule ambaye anayetaka ramadhani yake kubakia, bila shaka atapupia pia, pamoja na mambo mengine aliyohama nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, funga hii atahakikisha anasafiri nayo baada ya Ramadhani. Ndugu zangu, mi, min alamati qabuli ramadhan au bakau ramadhan kama nilivyoeleza ni kule kubakia katika alama za kubakia Ramadhani, kama nilivyoeleza ni kubakia kwa yale matendo ambayo yaliyokuwa yakifanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani, kama swala kama funga kama kusoma Qur'ani, kama dhikri, kupeana uvumilivu, ustahamilivu. Bila shaka katika mwezi wa Ramadhani kuna siku ulikerwa, lakini ukakumbuka umefunga ikakuziwia hiyo kwa sababu mwefunga, basi hilo ni darsa katika kipindi kile kifupi. Katika maisha haya ya miezi hii iliyobakia kumi na moja, ubakie nayo na uyaishi hayo, huko ndiko kubakia kwa mwezi wa Ramadhani. aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa albarul karim wa huwa alghafur rahim. alhamdulillah alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu wa yardha wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu salawat rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi amma baad. Ndugu zangu, ninakuhusieni vile vile kwa mara nyingine kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laqad rahala Ramadhan, kwa kweli Ramadhani imeondoka. Fahal rahala min arwahina Je, kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani ndiko kuondoka kwake katika nyoyo zetu? Masiku ya Ramadhani yameondoka, je, ndiko kuondoka kwa uhakika katika masiku yetu mengine? Tusiyaboreshe, tusiendelee kuboresha kwa tabia zilizokuwa nzuri ambazo tulizokuwa tunazionesha katika mwezi wa Ramadhani. Kalla ndugu zangu, ndugu zangu, tunapaswa tufikirie sana, tunatakiwa tufikirie sana, na tuhakikishe yale matendo mema ambayo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani yanabakia, na haswa katika ulimwengu huu wa kazi ambao ni wa masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani, tudumishe zaidi. Kwa hivyo, ndugu zangu, ni katika mambo ambayo yatakatia uchungu sana na kuumiza kuona kwamba yale matendo ambayo tuliyokuwa tukiyaonyesha katika, katika mwezi wa Ramadhan hayaonekani katika miezi mingine. Ni katika machungu sana, na kwa kweli kwa kufanya hivyo, Ramadhani itakuwa imebakia Ramadhani itakuwa haijabakia itakuwa imeondoka makusudio ya Ramadhan. Mungu anasema, kutiba alaikum ssiyam kama kutiba ala lladhina min qablikum la'allakum tatakun tatakun, pigia mstari hapo, ili mche, ili muwe wa chamungu. Uchamungu si katika miezi, sio muallaku katika mwezi fulani, bali tafsiri yake inatamadda, inasafiri, inatawanyika, inaendelea mpaka kwenye miezi mingine nje ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, tunafahamu wengi wetu tuko chuoni hapa, tunajinoa Itakuwa ni maajabu baada ya kumaliza chuo chako programu yako, halafu ukafika kwenye eneo lako la kazi ukazembea, ikawa yale uliyojifunza, umekutana na changamoto ambayo ulipata pengine kuijadili moja kwa moja, halafu ukaikuta kama ile ile, halafu ukabakia huwezi kuitatua changamoto hiyo, eti kwa sababu hauko chuoni ile tafsiri na maana ya kusoma kwako itakuwa hakuna. Vile vile Ramadhani, una ndugu zako, una jamaa zako, una watu wenzako, una majirani zako, imetokea kwa namna moja au nyingine wamekukera au mmekwazana, ukashindwa kuwa mvumilivu, lakini katika mwezi wa Ramadhani ulijitahidi, tutakushangaa kwa sababu tutakushangaa, lakini pia tutaona hujaelewa Ramadhani. Ramadhani ni chuo kama ambavyo ilivyokuwa chuoni hapa tunatarajia matumizi application ya uliyojifundisha katika mwezi wa Ramadhan, kuyaona ku, yani, ku, kuyaona hayo matumizi katika miezi mingine, kama ilivyokuwa chuo, matumizi ya uliyokuwa unajifunza katika chuo uyaoneshe, haswa kwa kiwango kikubwa zaidi katika ulimwengu wa kazi. Ndugu zangu, sasa tujiulize maswali machache yafuatayo. Ndugu zangu, hivi je, Ramadhani, haya maswali ukijiuliza, halafu majibu yako yakawa ni ndiyo, basi Ramadhani kwako itakuwa imebaki, yaani imeisha. Lakini kama majibu yako yatakuwa ni hapana, jitafsiri wewe mwenyewe katika matendo unayofanya na maswali haya ambayo tunajaribu kuuliza hapa kama majibu yako itakuwa ni hamna, ni hapana, Ramadhani kwa mujibu wa mada yetu itakuwa imebakia. Je, Ramadhani yale matendo ile, ile, kule kuipenda Qur'an kumebakia katika nafsi yako? Yaani kule kupenda na kukumbuka kwamba nikaisome Qur'an, yani siku imepita sijasoma Qur'an. Naamini kuna watu wengi tu humu ambao walijiwekea uradi wa kuisoma Qur'an. Sasa kama jibu lako kama swali lako utaliuliza, je, kile kiwango cha kuisoma Qur'an kimebakia kama ilivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani? kama jibu lako ni ndio, kimebakia, Ramadhani bado unasafiri nayo, na kwako Ramadhani inabakia, na siku itasimama, itakuwa jibu lake ni hapana basi ndio yani, kama jibu lake siku itakapokuwa ni ndio basi Ramadhani itakuwa imekoma pale na sio makusudio yale mafundo ya Ramadhani. Ramadhani inatakiwa ibakie. Swali la pili: hal inkata ani dhikri wa duaa kama kana fi alquran, fi ramadhan. Je, dhikri na dua maombi mbalimbali, kuna baadhi ya misikiti mpaka kuna nyuradi maalum ili kuwakumbusha Allahumma inaka afu na kadhalik. Je, zile dhikri ambazo tulizokuwa tukizifanya tukizileta katika mwezi wa ramadhani ndiyo zipo maalum, ni sunna kuzileta katika mwezi wa ramadhani, kama ambavyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam alivyoulizwa na Bibi Aisha kwamba nikihisi kwamba kuna ramadhani leo yaani kuna, kuna, kuna, kuna lailatul qadri leo Nifanyeje? Mtume akamwambia sema maneno haya allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni maneno maalum kwa kuhisi lailatul qadr, lakini kwenye miezi mingine pia unaweza kuleta. Sasa swali hili inatakiwa tujiulize ndani ya akili kila, kila mmoja ajiulize: je, zile dhikri dua mbalimbali nilizokuwa nikizifanya mimi binafsi na hata kwenye kundi zimebakia? Kama jibu lako ni ndio, basi alhamdulillah, Ramadhani kwako inabakia. Swali la tatu. Swali la nne, hal faniyat fina ladhatus sala kama kana fi Ramadhan. Je, ladha ya sala Ndugu zangu, ladha ya sala, ukiwa kwenye sijida, ukiwa kwenye rukuu, ladha ile imebakia kama ilivyokuwa Ramadhani au hata imezidi? Kama ladha ya kusali hata ule moyo kuwa umening'inizwa na msikitini, mwezi wa Ramadhani, nje ya mwezi wa Ramadhani. Sasa hivi tuko Shawal. Je, ile ladha imebakia? Kama ladha imepungua, basi ramadhani inakwenda kuisha. Kama ladha imeondoka, wewe kwako kwa ramadhani imeisha, na sio makusudio. Ramadhani inatakiwa isiishe, ramadhani ibakie, matendo yake yabakie kwenye miezi mingine ya ramadhani. Majibu kama ni hayo hayo, ni maswali ambayo anatakiwa tujiulize. Lakini kuna maswali inabidi ujiulize, nilikuwa mstahamilivu je? Ustahamilivu, kiwango cha kustahamili kuvumilia matatizo kidogo kama ni njaa mpaka ifike magharibi ndio utafuturu. Kuvumilia unapokerwa, walafina ani nnas, usamehevu kiwango, kiwango chako cha subira je, kimebakia ki kama ilivyokuwa Ramadhan? kama jibu lako ni ndio basi Ramadhani imebakia lakini kama jibu lako ni hapana, ramadhani kwako imekwisha. fa ya Ibadallah, tunapaswa tuhakikishe kila mmoja majibu yanakuwa ni kubakia kwa ramadhani mpaka ramadhani nyingine inatukuta, na hayo ndio yanakuwa ndio makusudio ya mwezi wa ramadhani kuwa ndio mwezi mtukufu, na utukufu wake utaendelea katika miezi mingine ndugu. Zangu, katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametusisitiza sana ni kuwa tunamtakia rehma Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndiyo kielelezo, yeye ni kielelezo